Wanaposema, don't drink and drive hawamaanishi kwamba wanakuonea wivu wewe ambaye, uh, ni mtumiaji wa kilevi alafu pia unaendesha gari lako. Maana yao ni kwamba ili uweze kukontrol gari vizuri barabarani, basi unapaswa kuwa timamu kiakili. Ukisha kuwa na vitu vingine kichwani, basi unaweza kukutana na changamoto ndogo ukashindwa kuikontrol, na mwisho wa siku ukajikuta umejeruhiwa au umegonga mtu amekufa, au wewe mwenyewe pia kufa, au ukaharibu hata gari lako. Sasa kuna hii hapa stori kutokea nchini Marekani ambayo imeripotiwa na The Shedroom. Anasema kwamba wanawake watatu wamefariki dunia baada ya kupata ajali ya gari. Of course uh, wadada hao ambao walikuwa wamelewa na hata kwenye hii video ambayo ilipostiwa dakika chache kabla ya kupata ajali uh, walikuwa wakionesha, wanaonekana wakiwa wanaimba kwenye gari wakiwa wameshikilia pombe kwenye chupa. Sasa unaambiwa, uh, walishindwa kucontrol gari na mwisho wa siku uh, wakapata ajali wakafariki dunia. Na gari hilo lilikuwa limetembea mpaka spidi 116. Unaweza wakaimajini, lafu mtu amelewa. Na walikuwa wanne kwenye gari, wawili ambao ni mmojawapo ni dereva na abiria mwingine walifariki dunia hapo hapo kwenye sini yenyewe, yani kwenye ajali yenyewe, na mmoja amefariki wakati akiwa anapatiwa matibabu hospitali, na mmoja mpaka sasa, uh, yupo katika hali mbaya sana. Hivyo tunapaswa pia kumwombea binti huyu ambaye alikuwa na wenzake, na just imagine, ulikuwa na rafiki zako watatu wamepoteza maisha, Mungu kakusaidia eh, umeweza kusurvive wewe. Unaweza kuona jinsi gani ambavyo bidada huyu atakuwa na trauma ya muda mrefu sana, kwa sababu hawa ni marafiki. Na kikubwa tu ni kwamba Ukinywa pombe make sure kwamba kuna mtu ambaye anakuendesha ambaye yeye hajanywa, au usinywe pombe kabisa, au paki gari lako nyumbani, request, naenda kanywa, ukimaliza request tena, urudishwe nyumbani, uwe na mtu ambaye anakuendesha. Hii itakusaidia sana kusave ajali ndogondogo, eh, na hata pale ambapo ajali itakuwa imetokea, basi ukiwa timamu kidogo, unaweza kuikontrol, japokuwa anasema kwamba kifo hakipangiwi. Eh, inapotokea kwamba unatakiwa kurudi, kurudisha namba kwa Mwenyezi Mungu, wala hainaga mambo ya kwamba umelewa au au jalewa, lakini kikubwa tu kwamba wanatakiwa kuzingatia sana suala zima la kuendesha gari kwa usalama barabarani.